Jisikia faraja na tunamshukuru Mungu kwa hichi ambacho ametupatia. Haikuwa, yes, rahisi. Haikuwa rahisi hasa, unajua uh, mpira mara nyingi huwa una historia, na wachezaji wanajua historia, hasa Yanga anapokutana na Simba uh, matokeo yanakuaje, na wao wanataka wapate matokeo mazuri uh, kwa hiyo kama mlivyoona first half walikuwa na pressure kubwa sana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 Ba klabu yetu nanakiia kwamba tunatoa faraja, changamoto katika mechi, hatukupoteza mechi. Hivi ndio inavyotakiwa kwenda kumaliza ligi yetu. It doesn't matter nafasi gani tutakuwa. Kwa hiyo nafikiri hiyo iliwajenga na walielewa nini usajili huu, kwa sababu tumefanya usajili kwenye sasa hivi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 Edna ni kocha msikivu, Edna ni mama kwa wale watoto. Ukiongea naye na yeye akienda kuongea na wale wachezaji, wanajua nini ni mipango gani wanatengeneza. Yes. Yeah.